Vijana tumewashirikisha moja kwa moja, kama mnavyofahamu ndani ya wizara yetu tunaendeleza vijana sana, tunaibua vipaji, tunaruhusu hata watoto wa shule za msingi, watoto wa sekondari. Tumeweza kujionea a, mashindano mbalimbali yaliyokuwa yakifanywa na wenzetu wa TCRA, ICT ni girls, hata watoto wa kike pia wadogo wa shule za msingi na sekondari tuweza kuwashirikisha, lakini tulienda mbali zaidi, tunajenga vituo vya kukuza bunifu ambavyo vinaendelezwa na tume ya tehama nchini na kwa sasa hivi tayari tuna vituo nane vinavyojengwa kwenye mikoa mbalimbali. Kwa hiyo tunavyoshirikisha vijana kama hawa kwenye mkutano huu ni kwa sababu tunaamini vijana ndio watumiaji wakubwa wa data, internet. Wao ndio wanaoshinda zaidi mitandaoni. Kwa hiyo msipowashirikisha wao watakuwa wanawaza mambo yao na nyinyi huku viongozi mnawaza mambo yenu, mwisho wa siku mnakuja kugongana Mwisho wa siku vijana badala ya kutumia vizuri, matumizi sahihi ya intaneti kwa ajili mada ya kujifunza ya kujielimisha ya kuburudika, lakini vilevile vile kujiongezea maarifa sehemu mbalimbali, na namna gani ya kushirikiana na nchi mbalimbali, wakaenda sasa kushinda kwenye mitandao, wakatumika vibaya na kuleta taswira ambayo sio sahihi, na wakati mwingine hata kufanya kuleta um, misi communications ambazo hazifai kwenye jamii, na vijana ndio ambao tunawalea sasa wafahamu mila, desturi, tamaduni zetu. Kwa hiyo hata wakienda huko kwenye mitandao, kwa sababu it is borderless, haina mipaka mitandao haina mipaka. Kijana akishaingia kwenye intaneti hakuna mpaka. Kwa hiyo ni sisi kutoa elimu kwa vijana wetu kuhakikisha wanatumia vizuri hii mitandao, wasifanye vitu ambavyo havifai na wasitumike vibaya, na vile vile kuongezea uzalendo, waweze kuilinda nchi, kuiongea vizuri nchi kwa, sal, kwa lengo la kukuza uchumi wa taifa, kwa sababu kupitia mitandao Uh, uchumi pia unakuwa kwa kasi. Kama tulivyosikia katika majadiliano, tumeongelea zaidi namna wanawake tumekuwa tukidhalilishwa, hasa nyakati hizi kama Tanzania tunapoelekea kwenye chaguzi, watu badala ya kutumia wale viongozi walioko madarakani ama wanaogombea kupeleka angalau kufahamu CV zao, huyu mtu tuna anagombea anatufaa mtu, utamjua anafaa, soma CV yake, uh, angalau kufahamu background yake, ili kuona, je, anaweza kufikisha yale matarajio yenu. Lakini uh, sisi kama serikali tuko imara, kupitia uchaguzi huu mkuu wa mwaka 2025, TCRA, lakini kama wizara imejipanga vizuri, tutadhibiti wale wote ambao watatumia vibaya mitandao, sheria itafuata mkondo wake. Hivyo ni wasii sana, hasa hili kundi la vijana ambalo nimetoka kuongea nalo hapo waweze kutumika vizuri. Tuna mambo mazuri sana ambayo yamefanywa na viongozi wetu, lakini vilevile vile hata wagombea wapya ambao wanataraji kuwa nao viongozi kesho. si kama vijana hatu, tunapaswa kuitumia intaneti vyema. Intaneti ni sehemu ambayo ina fursa nyingi sana kwa sisi vijana. Wengi wanapata ajira, wengi wanajiendeleza, wengi wanapata kipato kwa kutumia intaneti. Hivyo inabidi tuitumie vyema na pia ajira zipo, hivyo tuache kutumia mtandao kwa vitu ambavyo havifai au vitu ambavyo vinaangamiza jamii yetu, badala yake tuweze kutumia intaneti vizuri na kuweza kusaidia jamii yetu na kuweza kukuza nchi yetu.